Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Subscribe. Leo tunaangalia maswali na majibu ya Mapambazuko ya Machweo na hadithi nyingine. Swali la kumi na moja, Yusuf Shok Ahmad, mzimu wa Kipwerere Mzimu wa Kipwerere ukitisha kama simba, si mchana si usiku, iwe bala mwezi au mchana kweupe. Kuzimu kuna nyota huku, dhubutu kupita peke yako, uwe rijali au shakii wa kweli, ukifika hapo lazima uogope tu. Woga ambao ukiweza kuupata hapa kwa kujitia hamnazo au jabari wa kujipitisha au kiishia kwenye moyo tu, bali ulikuwa uoga ulioweza kukutia maradhi hata ya senini na mara nyingine ukiweza kukupa dhubutu ya kupita njia mbadala ili kuepuka shari ya mahali hapo. Swali la a: bainisha vipengele vya kimtindo kwenye kifungu hiki. Tashbiha, ukitisha kama simba Tabaini: si mchana si usiku. Tanakozi: mchana usiku. Usambamba: si mchana si usiku. iwe balamwezi au machana au mchana kweupe, kuzimu hakuna nyuta. Nidaa: kupita peke yako huogope tu. Chuku: uoga wa kukutia maradhi hata ya sinini Swali laba eleza namna maudhui ya uovu wa kijamii yanajitokeza kwenye hadithi hii. Uongo au udanganyifu, wazee wanawadanganya watoto kuwa mzimuni kuna shetani ambaye anamke na watoto, kumbe ni watu kama kina Salihina na Bisho ambao wanatumia miadarati na kuilagua hapo mzimuni. Ushirikina, watu wanaamini kuwa mtu hafai kuingia mzimuni bila ruhusa kwa kuamini kuwa mashetani wanaishi huko. Tatu, ukatili. Salihina anamchapa msimulizi viboko kumi bila kumpa nafasi ya kujitetea. Unafiki, licha ya Salihina kupewa jukumu la kusimamia maadili, anakiuka maadili hayo kwa kunywa pombe iliyopigwa marufuku na kulagua mihadarati pamoja na kushiriki ushirati na Bishoo washerati. Kwenye mzimu wa, wa Kipwerere pana kitanda ambacho kimetandikwa vizuri na kuwekewa sumini na maua yanayonukia harufu za mahaba. Kitanda hiki kinaashiria shughuli za mapenzi. Aidha, Salihina na Bishoo wanaonekana kuwa na mahusiano ya kimapenzi nje ya ndoa. Sita, ulevi. Salihina anakunywa pombe ya mnazi hapo mzimuni, kuna kuwa na mapipa yaliyojaa chang'aa na tembo ya mnazi. Saba, ulaguzi na uraibu wa dawa za kulevya. Msimulizi anaona makasha ya tumbako, unga wa kilevi na bangi kwenye marobota. Ukiukaji wa sheria. Msimulizi anasema kuwa licha ya uvutaji wa vileo lilikuwa kosa la jinai ambalo kwalo mtu angepoteza maisha. Mji huo wa watawa uliongozwa kwa uigizaji, usambazaji na utumiaji wa vileo na dawa za kulevya. Kutumiwa vibaya kwa wanawake vishoo anataka kuwatumia wanawake kusambaza dawa za kulevya kwa kusingizia kumpelekea maji shetani wa mzimuni. Swali la cha, jadili maudhui ya umaskini katika hadithi ya kifo cha Suluhu. Umaskini unasababisha utegemezi. Babake Abigail anamtegemea Abigail kwa kila kitu. Abigail, nafanya ukahaba ili kukimu familia yake na kuwalipia wanuna zake karo. Watu maskini hawana vitu. Abigeli anazaliwa katika aila isiyokuwa na kitu. nne. Abigeli na Natasha wanakodi chumba kimoja ili kupunguza gharama ya maisha. tano. Watu maskini wanafanya biashara rejareja. Awali Suluhu alikuwa akiuza makaa. Umaskini unawafanya watu kutoendelea maishani. Abigail anatamani kupiga hatua maishani, ila uchochole wa wazazi wake unamwongeza kiwi katika safari hii. Saba. Bwana Suluhu anakopa pesa kwa ngoma wakati wa kampeni. Nane. Abigail na Natasha wanakula sima kwa dagaa. Tisa. wazazi wa Abigail wanashindwa kuwalipia wanuna zake karo. Abigail anasema wanuna zake wanamtazamia kwa ajili ya karo. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo nitafanya kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.